Huku siasa za mwaka wa 2027 zikiendelea kupamba moto, viongozi mbalimbali wakiendelea kusaka uungwaji mkono kutoka maeneo mbalimbali mbali nchini <mucho> aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua amejitokeza na kuwahakikishia Wakenya kuwa wa Kenya atakuwa kwenye debe kuwania wadhifa wa urais katika uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2027 sasa Uh, inaweza kuwa ni mimi. So kama hiyo timu itaamua ni mimi itakuwa, wataamua ni mimi namna gani kama siko kwa kinyanganyiro? Mimi niko kwa debe, Matiang'i yako kwa debe, Kalonzo yako kwa debe, Eugene ako kwa debe, Martha Karua ako kwa debe, lakini pale mwisho, at the right time tutaketi. Gachagua akifichua kuwa muungano walionao kwa sasa unaojumuisha viongozi wa upinzani wakiwemo kinara wa Waipa Karonzo Musioka na aliyekuwa waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiangi, ndio utakaotoa uamuzi kuhusu nani atakayewania nafasi ya urais. Itakuwa ni timu ya kuokoa Kenya, na mtu atacheza ile nafasi ambayo itapatikana wants to be part of that team he can be president or anything else but to be part of the team mm. Kalonzo wants to be part of that team as president or anything else mm. we must put the country ahead Aidha, Gachagua ametoa wito kwa jamii ya Gusii kumunga mkono Matiang'i katika azma yake, akimsuta Rais Ruto akidai kuwa anatumia viongozi kumkosea heshima Matiang'i, akipania kugawanya jamii hiyo. Hao vijana, mimi najua William Ruto anawatuma, hiyo ndiyo kazi yake ya kutuma vijana kutokana na viongozi. Kiongozi atafaulu namna gani kama hana watu ya kumlinda? How can a community as big as the Abagusii wakubalie vijana wadogo watumiwe wa na Ruto kutukana kiongozi wa jamii na kutukana jamii, kwa sababu ukitukana kiongozi wa jamii umetukana jamii. Gachagua, vilevile ametoa wito kwa vijana nchini kujiandikisha kwa wingi kama wapiga kura, ili kushiriki katika uchaguzi mkuu ujao utakaoleta mabadiliko nchini. hao ndio tegemeo la Kenya kwa sababu hawana ukabila na hawezi nunuliwa na hawezi tishwa. Hawa watoto wetu ni wazalendo kikamilifu mm. na mimi nataka kuwaomba pahali pote walipo wachukue vitambulisho, wajiandikishe kura. Wanafanya kazi nzuri sana kwa mtandao mm. ya kueleza Wakenya yale mambo yanaendelea, lakini mabadiliko ya Kenya haitafanyika kupitia kwa, kwa, kwa mtandao mm. mabadiliko kamili ya kuokoa Kenya na kuirudisha pahali inatakikana, itafanyika kwa debe. James Mwangi, Undugu